Alipata pesa nyingi, akamwamini mwanamke aliyempenda Amina. Mpenzi wangu, angalia pesa hizi, zitatusaidia tafadhali, rudi kwangu, tujenge maisha. Lakini haukuamini kilichotokea. Mama nisaidie, Amina amini pora pesa zangu zote. Je, unataka kujua ilikuwaje? Hebu kwanza bonyeza alama ya subscribe kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni nini maoni yako kuhusu mkasa huu Okay, tuanze hadithi yetu. Juma yuko vizuri sana na pikipiki hizi, ndio ni fundi bora hapa. Kwa jina anaitwa Juma. Juma alikuwa fundi maarufu wa pikipiki pale mtaani kwake. Siku moja, akiwa anajaribu pikipiki ya mteja wake, akasema ngoja ni testi kidogo mpaka nje ya mji nijue kama iko sawa vizuri Tukija upande wa porini kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye ni malkia wa kundi moja la wanyama. Mwanamke huyu alikuwa ananyosha nyosha miguu akajikuta yupo barabarani, akaona watu watamshangaa kwa mavazi aliyovaa, akajibadilisha na kuwa mwanamke mwingine tofauti. Sasa wakati Juma akiwa barabarani, upepo ukimpuliza usoni, ghafla akamwona mama mmoja akasimama pembeni ya barabara. Mama huyu alivaa mavazi ya ajabu na uso wake ulionekana kama mtu wa mbali wa siri. Mama yule akamnyooshea mkono, kijana tafadhali nisaidie, naomba unipeleke kijiji cha mpakani, sina nauli ila naomba msaada wako. Juma akasita akafikiria sana, lakini moyo wake ukamsukuma kumsaidia huyo mwanamke, akasema sawa, panda nikupeleke. Safari ikaanza, wakiwa njiani hakuna aliyesema neno, ila Juma alikuwa akiisikia mioyo yao ikigongana kimya kimya. Katikati ya pori, mama yule akashuka Akamtazama Juma moja kwa moja machoni, kisha akasema, asante sana Juma. Juma akashtuka akashangaa, umenijuaje jina langu? Mwanamke yule akatabasamu taratibu, akasema kwa sauti ya ajabu yenye ukali na upole kwa pamoja, akamjibu Juma na kumwambia na kujua toka na kabla hujazaliwa. Najua ulivyolia mara ya kwanza ulipoingia hapa duniani, najua ulichokula mchana wa leo, na najua kesho utakula nini. Najua pia shida zako za zote Umesalitiwa na mpenzi wako Amina kwa sababu hukuwa na pesa. Najua hata ulipotamani kujiwa kwa maumivu ya usaliti. Juma akatetemeka, mwili ukasisimka kwa hofu. Akamuuliza, "Kwani wewe ni nani? Mbona unajua siri zangu za zote?" Mwanamke huyo akamjibu kwa sauti ya kukata upepo, "Mimi ni Malkia Zola, na kwa sababu leo umenisaidia, nitakupa nafasi ya kipekee. Chagua kitu chochote unachotaka maishani, nitakupa sasa hivi." Bila hata kufikiria, Juma akapaza sauti, naomba pesa, pesa nyingi. Nataka niwanyoshe maadui zangu. Nataka nimfundishe Amina kuwa kunidharau ilikuwa kosa. Malkia Zola akacheka, pesa utapata. Lakini je, umejiandaa kumiliki pesa ambazo hujawahi kushika maishani mwako? Kama umejiandaa, basi kitakachotokea usikimbie. Litatokea sanduku na kiumbe nyoka. Kila ukipuliza dawa nitakayokupa kwenye sanduku hilo, basi pesa zitatokea nyingi sana. Kazi yako ni kupuliza dawa hii ndani yake. Kila ukipuliza, hela zitatoka bila kikomo, mpaka useme basi. Mazingira yakabadilika ghafla, sanduku likatokea barabarani. Juma akapuliza unga mweupe aliokuwa amepewa, ndipo hela zikaanza kumwagika. Noti nyingi sana zikazagaa ardhini, zikafurika barabarani. Yule mama alibadilika, akageuka kuwa kiumbe wa ajabu nyoka mkubwa mwenye sura ya binadamu akazunguka lile sanduku kwa hofu. Juma akalia, inatosha inatosha! Mara moja, kila kitu kikawa kimya, mazingira yakarudi kama kawaida. Juma akajikuta amevaa nguo zake za kawaida, pembeni yake likiwa gunia limejaa hela. Mama akamnyooshea mkono, akamwambia gunia hili ni lako. Ukihitaji zaidi, rudi hapa, nitaje jina langu mara tatu, nitatokea. Lakini kumbuka, kila kitu kina gharama yake. Juma akashukuru akapanda pikipiki yake akakimbilia mjini. Pesa ikamchanganya hakutaka kupoteza muda, akamfuata Amina mpenzi wake wa zamani. Amina mpenzi wangu, angalia pesa hizi zitatusaidia <laughs> tafadhali rudi kwangu tujenge maisha <laughs> tafadhali rudi kwangu tutumie pesa hizi tutengeneze maisha mapya. Amina alipoyaona mabunda ya hela macho yake yakang'aa, akatabasamu akamkumbatia. Babi wangu, nimekukosa sana twende nyumbani tupange maisha. Walipofika Amina akamwambia Juma, tafadhali, nina njaa kweli mpenzi wangu, nifuatie chipsi basi hapo kibandani, maana nimechoka kweli. Juma akakubali kwa haraka, poa, ngoja nikufuatie. Akaondoka, lakini kumbe Amina hakuwa na nia njema. Mara tu Juma alipotoka akachukua lile gunia la hela akatoweka kusikojulikana. Juma aliporudi alikuta nyumba ikiwa tupu, akapiga kelele akalia sana. Mwisho, akakumbuka maneno ya yule mama, ukiwa na shida utaniita mara tatu. Akaamua kwenda kule porini, akamwita yule mama huku akilia, mama, nisaidie, Amina aminipora pesa zangu zote. Ghafla ikapiga radi moja kubwa sana, likatokea giza. Mwanga uliporudi alijikuta mbele ya watu wa ajabu, ni makao makuu ya wanyama, na Malkia Zola alikuwa amekaa kwenye kiti kama kiongozi wao. Akamtazama Juma akamcheka kwa dhihaka, kisha akasema Nilikuambia kila kitu kina gharama. Kwa kuwa umeniita mapema hivi, sikiliza. Unachagua mawili: usubiri miaka kumi na tano ili urudie zoezi la sanduku, au utoe kafara, kafara itakalolifanya sanduku likupatie pesa nyingi zaidi utakazotaka. Chagua Juma, chaguo ni lako. Juma akakubali akasema nina mama tu, sijabahatika kuwa na mtoto wa babangu simjui, nimelelewa na mama tu.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 Mikono ikaanza kutetemeka, jasho likamtoka, kisu kikadondoka chini. Juma alishindwa, akageuka na kuondoka, akaenda kulala akiwa na hofu na hatia moyoni. Juma akarudi kwa Malkia Zola, akapiga magoti na kusema, mama, nimeshindwa, nimeshindwa kumuua mama yangu. Lakini Malkia akatabasamu akasema, haya, njoo ni kuonyeshe njia nyingine. Walifika makaburini, ghafla kioo kikubwa cha kichawi kikachomoza kutoka ardhini. Ndani ya kioo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 Lakini kumbuka, ukitoa pesa kwenye sanduku, siku tatu hutakiwi kulala na mwanamke yeyote. Siku ya nne ndipo utakuwa huru kufanya utakacho. Juma akatikisa kichwa haraka, nimekuelewa mama, sitafanya kosa tena. Kwa furaha, sanduku la kichawi likaanza kumimina hela. Juma akawa tajiri mara moja, lakini hakujua kijijini wanakijiji walikuwa wanazika mwili wa mama yake. Wote walishangaa kwa nini Juma hakufika msibani.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 akashangaa kumwona Amina ameketi kando ya barabara akichoma mahindi ya kuuza ili aishi. Juma akasimamisha gari, akamwangalia kwa macho ya huruma. Amina, nimekusamehe, nilikuwa nakupenda sana, lakini uliniumiza. Amina akaangua kilio. Juma, nisamehe, nilipotea, nisaidie makazi hata kama si mapenzi tena. Nyumbani wamenifukuza, sina pa kwenda. Juma akamtazama, moyo wake ukawa mzito, akasema sawa, nitakusaidia lakini utakaa kwangu kama dada yangu tu, mapenzi kati yetu yaliisha. Wakaanza kuishi pamoja kama kaka na dada, lakini ndani ya moyo wa Amina kulikuwa na wivu na tamaa. Hakukubaliana na hali ya kutokuwa mke wala mpenzi wa Juma. Miezi ikapita, Juma aliendelea na miradi yake. Siku moja, alihitaji pesa nyingi za kulipia mafundi waliokuwa wanajenga hoteli yake. Alienda kwenye lile sanduku la kichawi akatoa pesa, lakini siku hiyo alichelewa kurudi nyumbani. Aliporudi usiku, Amina alikuwa amemwandalia chakula kingi na vinywaji. Juma hakuwa na mashaka, akaketi, akala, akanywa. Taratibu akajikuta anaelekea kwenye ulevi mzito. Amina akampeleka kitandani. Usiku ule, Juma akajikuta amejisahau, akashiriki tendo la ndoa na Amina. Asubuhi Juma alipoamka, akajikuta yuko kitandani na Amina, akashtuka, akafoka kwa hasira, Amina, kwa nini unaniharibia maisha kila mara nilikuonya? Lakini kabla hajamaliza hasira zake, ghafla, chumba kizima kikatetemeka, lile sanduku likatoa mwanga mkali, likavuta nguvu zote ndani yake. Juma na Amina wakaanza kuvutwa kwa kasi, wakapotelea ndani ya sanduku mpaka leo. Na huu ndio ulikuwa mwisho wa Juma kwa sababu ya tamaa ya mali. Sasa nani alaumiwe kati ya Juma na Amina? Hebu weka maoni yako kwenye komenti hapo chini. Mpaka kufikia hapo, ndio mwisho wa stori yetu. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.